Hello, habari. Karibu tena KTV, tunaongea michezo. Tuzungumze mchezo wa Mbeya City dhidi ya Yanga ambao wameisha kwa suluhu ya bila kufungana. Of course mchezo ulikuwa ni mchezo mzuri uh, wa wenye kasi kwa muda wote kwa timu zote mbili, lakini kubwa zaidi ni namna uh, ilivyokuwa imeshindwa kutupa ile radha ya kuona mpira safi ule wa mwalimu mwalimu wa Mbeya City Malale hamsini Kea, ambaye kawaida huwa ana namna staili yake ya, ya uchezaji tumeshindwa kuiona leo, lakini pia kilicho naweza tukasema pia ni approaching game yake ya kuwaheshimu Yanga na kuhakikisha kwamba anakaa nyuma ili, ili kujaribu kupunguza makosa yatakayosababisha hatari ya kupoteza mchezo, na kwa namna moja ama nyingine amefanikiwa kwa dakika zote tisini na kuondoka na alama moja. Uh, speaking of Yanga uh, Yanga wana wanacheza uh, mechi yao ya tano dhidi ya Mbeya City ambayo wamepata kushinda mechi moja tu katika mechi tano ambazo wamecheza na Mbeya City wakiwa kwenye uwanja wa wa Sokoine Mbeya. Um, gemu ilikuwa nzuri sana, lakini pichi iliondoa ile nidhamu ya kuonyesha kwamba mpira um, halisi wa Yanga, ukizingatia wamecheza mechi kadhaa za kimashindano na zile za kirafiki ambazo, uh, pichi ambao walizokuwa wanazitumia ni tofauti na hii ambao leo wame, wamekutana nayo ambao imewasapraisi sana namna uchezaji ukiangalia kwa kama ile Yanga ya, ya Nabi na Gamondi, wao walikuwa wanatumia uh, sana sana hasa mechi kama hizi na viwanja kama hivi, wanatumia zaidi wazawa kwa sababu wanaamini kwamba for the experience kwa wazawa wameshavitumia sana hivi viwanja, wanavijua na mara nyingi huwa wanatumia sana wazawa. Lakini kwa Roman Fors yeye, yeah, amejaribu kuendelea ku, kufanya rotation kwenye kikosi chake kama kawaida kuamini kucheza kwenye namna anavyo anavyoamini kucheza, lakini <coughs> sababu ya ya msingi ambayo Roman Foz kwake yeye anasema ni pitch hiyo, uh, ni changamoto moja, lakini changamoto nyingine ni kutokuwa na uh, na ule mfumo halisi ambao unaonekana kwenye kiwanja kwa sababu amekuwa amekuwa na wachezaji ambao wana style of playing tofauti tofauti, na namna ya kucheza pamoja na namna anavyofanya rotation. Ukiangalia sababu ambazo zinampelekea pia, ya kutokuwa na kile kitu ambacho tunakiona kama ni mfumo msingi, ni kwamba kukosa wachezaji wote kamili kwenye kufanya maandalizi ya msimu inampelekea, anajikuta kwamba anakuwa na changamoto kubwa ya kufanya selection ya kikosi, na ukiangalia anataka kila mtu a participate kwenye kwenye timu nzima. Sehemu kubwa ambapo labda kwa sasa ambao hatujawaona uwanjani ni, nafikiri ni wachezaji watano Shwaboy, um, bado Shwaboy pana, uh, pana Dennis Nkane hatujamwona uh, tujamuona uh, uh, Frank Yasinki hatujamuona uh, bwana mdogo Kasemio mwingine. Kwa kimsingi ni kwamba gemu game, <coughs> game dhidi ya game Mbeya City ni gemu ambayo ilikuwa ni gemu ngumu kwa Yanga, ukizingatia mazingira ya uwanja pamoja na uh, na, ku, na kutokuwa na mfumo rasmi ambao Roman Fo ambao kuutumia mara kwa mara na kwa namna hiyo imewapelekea hofu kwa wa wapenzi na mashabiki wa timu yao, kimsingi kwamba wana wanaamini kwamba timu ni bora kuliko uh, selection zinazofanyika kwenye kuandaa mchezo uh, ila tu ni kwamba cha- cha kujua ama kuambizana ni kwamba kwenye maisha ya mpira kuna kuna hizi ups and down ambazo huwa lazima mtazipitia kwa namna moja ama na kwenye ups and down sometimes inakuwa ni mazingira situations, ambazo zinatokea kama hizi ambazo Roman Fors amekutana nazo kwenye, wakati mwingine unaweza ukasema kwamba ni kweli ni selections za mwalimu hapa na pale, lakini kuna wakati unazungumza kwamba ni uh, mazingira ya kimchezo yanayopitia ya ya ya Yanga, kwamba uh, ukizingatia msimu ulioisha umemaliza kwenye ile piki kwa, kwa maana kwamba ndio timu pekee iliyowahi kufikisha alama hizo ambazo wamemaliza nazo msimu kwao. Kimsingi hata hata kwenye leo kwenye tathmini ambayo hata wanaYanga na wapenzi wa timu ya Yanga wanajaribu kuiangalia timu yao kwenye mapana hayo, ni kwamba wanajaribu kuitathmini na namna the way ilivyokuwa ikicheza msimu roisha, na, na, na mafanikio ambayo yamepatikana msimu roisha, japo bado ni muda mchache na ukizingatia matatizo ambayo yamewakuta Yanga ama changamoto ambazo wanazipitia, kuto kukosa ile squad yao yote kamili kwenye kufanya maandalizi. Ukiangalia wachezaji wengi, kina Mzize um, Baka Jobu ambao wametumikia timu ya taifa pamoja kina Mudathiri hawajarudi, sawa, kwa sababu ya mazingira ya kutokuwa kupata time ya kupumzika na then kupata ile pre-season ya kuweka sasa mwili tayari kwa ajili ya ku kutumikia msimu huu wa 2025 26. Lakini kwa changamoto hizo pia uh, tukirudi kwenye mchezo wenyewe ndani kabisa, utazungumzia, utasifia uh, uzuri wa, wa Mbeya City na namna commitment walioweka, japo baadaye mchezo ulichezwa vizuri lakini Uh, mwalimu wa Yanga Romain Folz na benchi yake la ufundi wakashauriana kufanya zile sabu. Sabu of course kwa, kwa mara nyingi zaidi Yanga wamekuwa bora zaidi kwenye kipindi cha pili na hasa wanapokuwa wanafanya sabu, sabu zao lakini uh, leo imekuwa ni changamoto mojawapo baada ya kuona kwamba mwalimu akabidi ajibadilishe namna ya ushambuliaji kwa sababu ya kuona uh, timu ina inapiga mipira mirefu na mipira mirefu, mtu ambaye amekaa ndani ya boksi ni mtu mmoja and Boeli peke yake, akaamua kuweka second striker ili mradi wacheze double strikers, lakini mwisho wa siku ikatokea changamoto zaidi, kwa sababu uh, namna alivyoamua kufanya selection kwenye kutoa na kuingiza, uh, amejaribu kumtoa mtu kama uh, fullback namba mbili Israeli Mwenda zalimwenda ni ni ni mchezaji mzuri, na hasa unapohitaji malisho ya, ya ile mipira ya cross ni amekuwa bora zaidi kwenye kwenye kwenye msimu uliopita, uh, pia pamoja na mwanzoni mwa msimu huu pia amekuwa bora sana kwenye kupiga hiyo hizo uh, nini i, mipira ile ya, ya kuzungusha ama ama ama nini, ama nini cross na ukizingatia timu ilikuwa ina mahitaji hayo baadaye japo uh, kilichokuwa mmekiona ni kwamba uh, wa, uh, Mbea City waliwajaribu kuwaingiza kwenye mtego Yanga wa kucheza the way kwa style hiyo, na Yanga waliingia na wakajikuta wana wanacheza kulingana na Mbea City wanavyotaka. Ukiangalia waliacha kuprocess mpira, japo walau wangeweza kutengeneza hata uh, zile set pieces, uh, makosa ya hapa na pale ambayo yangesababisha kupata chochote lakini mwisho wa siku unakuta uh, Yanga wenyewe wamejaribu uh, kubadilika na kuingia kwenye mfumo wa Mbeya City ambao walikuwa wanataka wapige mipira mirefu, basi wa ikawakuta Mbeya City wana enjoy kuzuia, kwa sababu uh, ni kitu ambacho walikuwa wanatamani kitokee na kikatokea. Badala yake ikanapiga mipira mirefu, na which is very wrong, mwalimu kumwingiza Prince Dube ambaye kwa namna yake ya uchezaji na mazingira yaliyokuwepo vilikuwa ni vitu vi tofauti, vitu vi tofauti kwa msingi kwamba sio mchezaji ambaye anapenda kashikashi za kushindana kuruka juu kufatana, yani kufatana na beki. Ni mtu ambaye anapenda kucheza kwenye nafasi ndio apate uh, apate kufunga au apate kuonyesha yule ubora wake, lakini amekuwa ana struggle sana, hasa hususan unapokutana na timu ambazo huwa zinazuia Uh, wengi kwa, kwa namba kubwa nyuma, amekuwa na struggle, na ukizingatia kwamba uh, sio mchezaji mzuri sana kwenye kutegemea kushindana uh, kutumia nguvu. Matumizi ya nguvu kwake sio uh, sehemu kubwa ya namna anavyocheza. Kwa hiyo mwalimu kufanya sabu ya kumwingiza Prince pmelodube ni kana kwamba kama amepunguza mtu mmoja ndani ya kiwanja, ukizingatia Israeli mwenda alikuwa ndio mtu ambaye angeweza kuwa anapiga cross mara kwa mara, at least angeendelea kuwepo na, uh, badala yake, uh, angepungua winga mmoja, aidha angepungua pakome uh, zwa uh, au kama vile ambavyo ameondoka ametoka Max Zengeli na kuingia akaingia akwa na, uh, uh, uh, uh, na Edmond Joni lakini <coughs> pia ingefaa angetoka Pakome aa, na pia angeingia kulingana na na mazingira ya sabu at least angeingia Shahan Ibrahim au las, lasen, koma ambaye alikuja baadaye kucheza kama holding midfield au kucheza kwenye dimba pale kati, lakini kimsingi zaidi ni kwamba gemu ilikuwa ni nzuri, ilikuwa tafu, ilikuwa na ushindani all in all, wamegawana pointi moja moja. Kubwa zaidi ni kwamba uh, kwa yanga wana na, wana muda wa kujitathmini kulingana na timu yao, kwa sababu, uh, wa si kwa sababu si kuzungumza mwalimu kwa hafai si kwa mechi moja si kwa mechi mbili na si kwa situation ambayo yanga wanapitia leo. Hata angekuwa mwalimu mwingine yoyote uh, ambaye amepe, apewe yanga kulingana na, na, na msimu ulivyoanza naamini tutakiona ule ubora wa moja kwa moja kwa sababu uh, uh, mazingira ambayo yamewakuta na ukite, ukizingatia, wanajipima wenyewe kulingana na uh, na msimu baada ya msimu. Kwa hiyo kimsingi, unapojipima mwenyewe msimu baada ya msimu unaweza ukaona makosa mengi kipindi unaanza kuliko ku, kuona zile eh, kuona vitu vikubwa, kwa sababu ukiangalia Uh, hii timu ambayo imefanya vizuri msimu ulioisha ni timu ambayo uh, ina almost misimu minne kwa uh, ina, ina, ina, inafanya selection, mabadiliko taratibu taratibu, na ukizingatia wale ambao uh, sehemu kubwa ya wachezaji ambao walikuwa wamecheza kwa ma, mafanikio na kuifanya Yanga ya kuonekana bora, wengi wao wamekuwa wameondoka, tunazungumza uh, kina Fiston Kalamahele kina Uh, kina Faisal Salum kina Aucho eh uh, kina uh, Aucho kina uh, unazungumza kama mtu kama azizikii una, unaona ni watu ambao walikuwa bora kwenye kwenye ukizungumza Yanga, lakini leo uh, wanafikia pointi 80 ambazo hazikuwahi kufikiwa toka ligi imeanzishwa. Unaona ni sehemu ni piki ya hali ya juu ambayo uh, wamefikia kwa msimu ulioisha kulingana na maandalizi ya misimu mitatu mpaka minne ambayo walikuwa wanaiandaa timu na maboresho. Sasa leo unapokuwa umepungu, umepunguza sehemu kubwa ya wachezaji ambao walikuwa ni tegemezi kwenye, kwenye timu unategemea ku, kuanza kustruggle taratibu taratibu ili kufikia malengo, lakini uh, pia uh, mwalimu amekuwa sio mchoyo, amekuwa ni mtu ambaye anatoa nafasi na kwa kila mtu, ili mradi apate kucheza, ili mradi apate kuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho. Labda uh, kwangu mimi ningeshauri kwa sasa arudi tu kwenye, atafute regular starters uh, ambao watakuwa wataka, watakao kuwa wa, anafanya nao kazi vile direct, japo uh, inaweza ikamchukua muda kwa sababu ukiona kama timu kama Yanga jinsi ilivyo, uh, wachezaji wengi ambao walikuwa regular starter uh, wamekuwa <coughs> wame wamekuwa wamekuwa na season ndefu sana msimu ulioisha, na wengi wao wametumikia kwenye mataifa yao, ama wengi wametumika chani, kwamba wangepata muda wa kupumzika, ili mradi kuja kuendelea na majukumu yeah. uh, kwa hiyo tujaribu kuona kwamba inawezekana ikawa ni bora lakini pia inawezekana ikawa ni changamoto na, kupa, na kwa msingi huo, inawezekana kuwa na mwalimu mwingine yoyote ambaye anaweza kuisimamia ama kuifundisha Yanga Afrika kwa msimu huu, lakini bado kwa for me, Roman Fos amekuwa ni mbuzi wa kafara kwa sababu ni bado ni mtu ambaye a, anajaribu, kwa, anajaribu kutumia kila silaha ambayo yeye, ame, ame amekuwa nayo ndani kwa hiyo msingi wake ni lazima kutakuwa na changamoto za hapa na pale, licha ya kwamba timu uh, kwa kwa kwa mechi za kimashindano amekuwa amefaulu ame, ame, ame, ame kushinda mechi zote Kim, na kimsingi, nafikiri hajaruhusu kufungwa kwenye msimu huu toka ameanza pre-season yake mpaka leo, mechi zote ambazo amecheza ni mechi ambazo amefanikiwa ame kushinda, na kwa maana hiyo uh, ni mtu ambaye for me <tokanye> bado hajafeli for me, nafikiri school kama leo wanakosa kupata ushindi na mazingira kweli hayaruhusu kupata ushindi, for me bado nampa nafasi na, <tokanye>